Chama cha kuogelea wanatufanya tujisikie proud sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Ongeleni sana viongozi wa chama cha kuogelea. Wachezaji wetu ambao mnakwenda Kenya, sio mara yenu ya kwanza mlio wengi kusafiri nje ya nchi kwa ajili ya kwenda kupambana, na safari yetu tumeongeza timu nyingine ya vijana wa kutoka kwenye mashindano ya kuogelea kwenye maeneo ya kwenye bahari. Sasa ombi langu ni moja tu, nendeni mkapambane. Ukifika Kenya, kabla hujaingia kwenye sehemu ya kushindana, mgeukie mwenzako, mwambie ushindi ni nini, ni heshima. Kabla hujaenda kupambana, hujaingia ndani ya swimming pool, mwambie mwenzako, ushindi ni heshima. Mkumbushe hilo neno ili aende kushinda. Nimeambiwa kwamba kuna nchi zaidi ya kumi, mtakwenda kupambana nazo kama mwaka jana mlikuwa nafasi ya pili na, na nchi ambazo mnakwenda kushindana nazo mwaka huu, basi naamini mwaka huu Tanzania tunakuwa namba moja. Mwendelee kushirikiana, hatimaye kwa umoja wenu na ushirikiano wenu kikombe kije katika ardhi ya Tanzania. Ni mashindano ya kanda ya tatu ya Afrika Mashariki na Kati ambayo imejumuisha nchi zaidi ya kumi pamoja na wageni kutoka nje ya East Africa ambao ni South Africa. Na ombi langu kwa uogeleaji, mwaka jana tulikuwa nafasi ya pili, tunategemea mwaka huu muwe nafasi ya kwanza. Natambua ushindani ni mkubwa, lakini ombi letu kwenu ni kuhakikisha mnarudi na kikombe cha nafasi ya kwanza. Serikali imefanya kazi yake kubwa kutusupport, tunashukuru sana serikali kwa niaba ya BMT eh, na, na, na kuna hadi wamezitoa na natambua kwamba mtazipata. Kwa hiyo naomba mtafanye bidii, msiogope. Natambua tumefanya mazoezi pia kwenye pool ambalo linakaribia 50 mita, kwa hiyo tusiwe na hofu ya kwamba hii ni 50 mita pool na, na sisi ni 25. Kwa hiyo captain Romeo na Amelia tunawategemea, muwaongoze wenzenu kuleta kikombe cha mshindi wa kwanza. Timu mbili za taifa ambazo zinakwenda nchini Kenya kwa ajili ya mashindano ya Africa Aquatic Zone 3 pamoja na Africa Junior and Senior Open Water Championship. Mashindano haya yataanza tarehe kumi na sita mpaka tarehe 19 na mjini Nairobi kwa upande wa swimming na upande wa open water yatakuwa Mombasa tarehe 22 21. Uh, kwa timu zetu zote ziko vizuri na tunaamini kwamba wataenda kufanya vizuri sana. Uh, tumeona training za watoto upande wa swimming wamefanya vizuri sana. Uh, timu yetu inaondoka na wachezaji 28 upande wa swimming na wachezaji wanne katika upande wa open water wakiambatana na coaches, upande wa swimming coach watatu managers wawili, ambaye manager na assistant wake, na wakati upande wa open water kutakuwa na kocha mmoja pamoja na team manager mmoja. Tumejiandaa vizuri na naona watu wanapambana kwanzia last year na naamini tutarudi na vikombe na nafasi ya kwanza. Na nataka kuwashukuru wazazi uh, na kocha zetu na TSA na BMT kusaidia sana kufika hapa.